Baada kuse kwa ya kusema hayo, nami ni ungane na waliotangulia kwanza, kuwashukuru kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuufanya mji wetu kuwa nzuri na ni mji wenye kuvutia ongeleni sana kwa hili. lakini <laughs> vile vile mafisa wetu, wakati nakuja, niliona namnagari kila maeneo watu wanafanya usafi na hii imedhihirisha na ndio maana tupo katika ile kumi bora ya majiji yaliokuwa masafi katika Afrika lakini kazi kubwa mnaifanya nini, hongereni sana. Mwenyezi Mungu uh, awabariki sana. Tumepata bahati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ni balozi wa mazingira duniani. Sasa unaweza ukawa balozi wa mazingira duniani alafu ndani ya, ya, ya, ya nchi yako haifanyi vizuri, lakini leo tumepata bahati pamoja na majukumu waliopewa ya mazingira duniani lakini Tanzania hususan Dar es Salaam tunafanya kazi vizuri sana katika masuala ya usafi. Mama Samia mara hi, hi yake hii inampa hata yeye nguvu. Kulia hapa mnaona ndugu zetu wa wanakamilisha mtambo, tutaondokana na matumizi ya kuni sasa tutaingia katika mfuko rasmi wa gesi. Hiyo ni ndani ya miaka minne ya mheshimiwa Rais Dkt. Samia, kazi ambazo aaufanya, tuzidi kumwombea kwa Mungu na, tuzidi kumpambania na tuhakikishe Mama Samia mitano tena, Mama Samia mitano tena. Kwa hiyo nasema nitangulize maneno hayo ya kwanza, lakini la pili, ndugu zetu wa NEMC kwa kweli tunashukuru. Mimi kwenye ofisi yangu kwa miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan sikupata malalamiko ya mwenye kiwanda hata kimoja kuja kulalamika kwa NEMC, wanatuingilia wanatubana wanatupiga mafaini tofautisha na miaka ya nyuma huko ilikuwa ni balaa kubwa sana. Kwa hiyo tuko kwa, tunashukuru sana kwa hilo, kuendelea kutuongoza kuendelea kuongoza, kwa sababu yale makampuni au vile viwanda vinaajiri wa Tanzania, maana yake kama kuna changamoto ndogo ndogo, tunaenda tunaongea nao. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru sana kwa maelekezo ambayo mnao hapa, na malalamiko hayo hayapo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mambo ambayo mnafanya haya, lakini kwa ndugu yangu Meno na Theresia, hawa ndio wanaoivisha nguo jiji la Dar es Salaam ilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja yeye yuko randa, anasema kama miaka ishirini, anasema Dar es Salamu niloiacha mimi sio ya sasa hivi. Na ikizungumziwa Dar na es Salamu haizungumziwi Ubungo, na ikizungumziwa Dar na es Salamu manake inazungumziwa Ilala, na ikizungumziwa Ilala inazungumziwa city center. Kwa kweli umefanya kazi kubwa sana, tunaona namna mnavyorembesha raundi abaut zilivyokuwa nzuri

Hebu nyosheni mikono juu Wanyamwezi. Ah, nisikilizeni sasa vizuri. Kule kweli Tabora kule ukiambiwa kutoka Dar es Salaam hadi Tabora labda kilomita 200 au 1000 2000 inaanzia pale Dar es Salaam. Ndio hapo ambapo Eliuruma ameamua kupaulesha kuhakikisha kuna kuwa na mandhari nzuri. Wasukuma we. Wanyamwezi. Oye. Oye. Lakini sinomea sana kidogo hapo kwa kidogo ni sawa? na mwisho, Theresia na Beno kwanza na wakaribisheni. Leo tutakuwa na festival ya machoma pale Vingunguti, karibuni sana. Tutakuwa na mkesha pale, tutakuwa na ndugu zetu wa CRDB Bank, lakini tutakuwa na ndugu zetu wa DAWASA. Lakini maelekezo yangu sasa, maelekezo yangu, hawa ndio wanaotupa sisi heshima wanapigwa na jua, hawa wananyeshwa na mvua, hawa wanasemwa vibaya na wenye magari, kaa pembeni, toka hapo. Sudani nakiwa wanavumilia. Sasa anayekufanyia hisani, anayekufanyia hisani, nawe natakiwa mlipe hisani. Hatuna kikubwa cha kuwalipa, kuwaombea kwa Mungu. Lakini haya makampuni yetu ya usafi yote wiki ijayo tuwe na festival ya nyama choma ya hawa wakandarasi, pamoja na tena, wiki ijayo tuwe na mm. festival ya nyamachoma, hata huko duniani wajue Allah, kumbe hata nini na watabili wa sonyaji usafi

Aa, kwa sasa nahitaji wiki ijayo tuandae tamasha hilo. Wanacheza, wanasiriguka, wanaondosha mawazo, mazingira safi. Kwa majina, naitwa Theresia Denis, niko kitengo cha mazingira na ufadhi wa mazingira halmashauri ya Dar es Salaam. Kipekee ni washukuru wote ambao wameweza kujitokeza asubuhi ya leo kujumuika na sisi katika zoezi la usafi. Kama mwenzangu alivyosema, leo hii tumekutana kwa ajili ya usafi kama kawaida, mwisho wa mwezi lakini pia imekuwa ya kipekee zaidi kwa sababu tunazindua wiki ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Uh, siku ya mazingira duniani inaadhimishwa kila ifikapo tarehe tano mwezi wa sita, lakini utanguliwa na shughuli mbalimbali zikilenga kuelimisha jamii na kuhamasisha jamii juu ya utunzaji wa mazingira na usafi. Kwa hiyo tumezindua wiki hii kwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali, lakini hususan katika hili soko letu la Feri lengo lilikuwa ni kuhamasisha jamii kuendelea kupenda kutunza mazingira kwa kufanya usafi. Ah, baada ya uzinduzi huu tutaendelea na shughuli mbalimbali, mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo tutakuwa na bonanza la michezo tukiamini kwamba kupitia michezo pia tunaweza kutumia fursa hiyo kufikisha elimu kwa jamii lakini pia tutakuwa na bonanza la matumizi ya nishati safi katika viwanja vya Mnazi Moja. Kama tunavyofahamu taifa letu lina mkakati kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2025 Uh, tutakuwa na tutakuwa asilimia themanini ya Watanzania wetu watakuwa wanatumia matumizi ya nishati watakuwa wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa uh, kupatia wa mkakati wa kitaifa, sisi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam pia tuna mkakati wetu wa ndani, kama mkoa kama wilaya, kwa kuhakikisha kwamba wakazi wetu wanatumia nishati safi. Kwa hiyo, tutatumia bonanza hilo kuhamasisha wananchi kutumia nishati safi kwa kuhusisha wadau mbalimbali ambao wanajihusisha na utengenezaji na uzalishaji wa nishati safi. Pamoja na hilo tutakuwa na vipindi vya kuelimisha jamii lakini pia na mdahalo ambao utahusisha taasisi na NGO na watu mbalimbali wanaojishughulisha na kudhibiti plastiki kwa maana ya kutaka kuchakata taka za plastiki, na hii inaenda sambamba na kauli mbiu ya maadhimisho siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu ambayo inasema uh, mazingira yetu Tanzania ijayo tuwajibike sasa kudhibiti y matumizi ya mifuko ya plastiki kwa hiyo na siku tano kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani na matukio ni kama hayo niliyoyataja, niwasie wote kuendelea kuliunga mkono jiji letu la Dar es Salaam na kushiriki kuhakikisha kwamba tunafikisha hii elimu ya hifadhi wa mazingira kwa jamii. Naitwa Abel Sembeka, nimewakilisha viongozi wenzangu kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, lakini mimi ni meneja. kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC Napenda kushukuru sana jiji eh, kwa eh, mpango uliokuwa mzuri hasa ya kuandaa siku ya usafi siku ya leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jiji letu linakuwa safi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya mazingira duniani kama inavyosema kwamba mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti plastiki. Nimeipenda sana hii kauli mbiu ya mwaka huu kwamba muda ni sasa, hatuna muda mwingine kwa afya yetu ya Watanzania na wana Dar es Salaam kwa ujumla, afya yetu ya leo, ya kesho na ya vizazi vijavyo, tunahitaji tulinde mazingira sasa na sio muda mwingine tena. Kwa hiyo, kwa niaba ya wenzangu kutoka baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira, napenda niwashukuru eh, jiji kwa mipango iliyokuwa mizuri ya kufanya usafi kwa siku ya leo na kwa kushirikisha wadau wote mbalimbali hapa, na wiki hii kwa ujumla wake ina matukio mengi sana kama alivyosema aliyetangulia, lakini niseme tu moja kwamba sisi kama NEMC tunawaasa makampuni yote wadau wote wa mazingira kwamba kuanzia sasa, kwa sababu muda ni sasa, tutunze mazingira yetu ili yaweze kututunza.